Rahiki hapa na moja kwa moja tuelekea kwenye mchezo mwingine wa ligi ya mabingwa Afrika kati ya Simba na Gaborone, uh, mechi ambayo iliisha kwa sare ya bao moja kwa moja Aggregate, Simba akipita kwa mabao mawili kwa moja kuelekea kwenye hatua inayofuata ya michuano hiyo. Kocha wa muda wa mnyama Hamed Moroko alikuwa na haya kusema baada ya mbungi hilo na namshukuru Mwenyezi Mungu. Nafikiri tumemaliza mechi salama, na lengo letu kubwa ilikuwa ni qualify kuingia katika stage nyingine. Haikuwa mechi rahisi, ilikuwa moja ya mechi ngumu, lakini as long as tumetumeenda tumesogea, tume katika nafasi nyingine. Narudi kwenye uwanja mazoezi kujaribu kurekebisha kile ambacho kimeonekana, especially kwenye offensive side, na naamini kwamba itakuwa bora zaidi baadaye. Nafikiri kazi yangu moja kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunatengeza nafasi, tunashinda hii mechi, na nafikiri na mimi kama mwalimu nimeweza kufanikiwa kiasi Lani, ni swala composition kwa wachezaji, maana nimesema tumetengeza nafasi kwa first priority, lakini kitu cha pili ni cha kufanya kazi ni kuzitumia zile nafasi ambazo tumezifanya. Narudi katika uwanja mazoezi na naamini na baadaye tutakuwa tuko vizuri. Of course ilikuwa ni ngumu uh, ukilinganisha na uh, ule muda ambao nimepata kwenye timu. Nimekuja siku mbili mechi, siku mbili mechi, ni sio kitu cha rahisi so Yaani sio kitu cha rahisi kabisa. Maana kama mjitoa Mwanga. Lakini as long as nimejiamini kwa sababu ni all the time niko kwenye national team na nakutana na hali kama hii na nafikiri ni kitu kizuri kwa Serie Sim na kusogea katika stage nyingine sio? Bado bado, na nafasi ya kupush. Individual performance sio nzuri to be honest. Tunahitaji kurudi kwenye uwanja wa mazoezi kuhakikisha tuna increase performance ili kuweza compete na watu wengine. Na mimi nafikiri Simba amekuwa zoefu ya mashindano sio? Na naamini kwamba kila ambapo wanacheza wana wanasogea zaidi. Ni swala la kurudi kuhakikisha kwamba ku train na ipa nafasi Simba kwamba anaweza kwenda stage nyingine, au sio? Ebare <laughs> huyo <Hey, man, laughs> <kwenye> made Morocco akizungumza bari ya mchezo amezungumzia individual performances, lakini pia Simba katika eneo la kushambulia, uh, offensive play bado kuna eneo la kuimprove, na sio rahisi uh, alijitui alijivalisha mabomu kukubali yeah. Hii kazi kwa muda mfupi kiasi hiki na changamoto ile kwa mbele kwa Simba uh, kuelekea kwenye mechi hiyo ambayo ilikuwa karibu kweli kweli, lakini hilo limepita. Yeah. Ametaja maeneo ambayo Simba inabidi kuyaboresha. Uh, Simba anatakiwa kuboresha performance yao kiujumla, sio eneo moja. Unajua, kwenye mpira saa nyingine tatizo moja linaenda kuzalisha tatizo la pili, la tatu na mpaka la nne moja tu linazalisha na kuzalisha na kuzalisha. Ndicho ambacho nimekiona kwa Simba msimu huu na hususan kwenye mechi ya jana, walikuwa naone, wanaonekana wana madhaifu kwanza, bila ya mpira of course, credit kwa Gaborone. Naonekana kuna homework ambayo walifanya na ilikuwa inawalipa vizuri sana, kwanzia kwenye build up yao, walikuwa naanza na watu watatu dhidi ya watu wawili wa Simba. Kwa hiyo kirahisi kabisa walikuwa wanaweza kupita hapo, then uh, mstari ambao alikuwepo labda ahua na Jonathan soa kulikuwa kuna distance kubwa pia mpaka kuja kwenye ile laini yao ya watu wanne kwao between the line hapo, uh, Gaboroni walikuwa wanaweza kureceive mipira vizuri bila pressure yoyote, na wakaangalia next pass ipo wapi na wakaipiga vizuri tu. Then tatizo jengine kiungo cha simba ni ile laini yao ya watu wanne, mpaka laini ya watu wanne wa ulinzi pia ilikuwa ni kubwa sana kutoka uh, upande ambao yupo labda Abraham na, na Mpanzu kuja kwa mafulbak wawili kulikuwa kuna space kubwa mno. Kwa hiyo Gaborone walikuwa na uwezo wa kutengeneza overloads kirahisi sana pembezoni mwa uwanja, wakamisolate labda kama ni Mligo au uh, au Kapombe dhidi ya watu wawili kwao, mpambano ulikuwa ni rahisi. Gaborone walikuwa anaweza kushinda hapo, wakishinda hapo tayari unakuta labda Uh, wana baadhi ya viungo wao wataenda kufungua space uh, between the line katikati ya safu ya ulinzi na ya kiungo ya Simba kulikuwa kuna space ambayo ilikuwa inawaruhusu pia kureceive mipira mara kwa mara, na ndio maana mm, fast half tu wali attempt mashuti mengi kwenye hilo eneo mara kwa mara, na ukisha isolate fullback dhidi ya wachezaji wawili wa wapinzani pembezoni mwa uwanja, manake distance pia inakuwa kubwa kutoka kwa fullback mmoja kwenda kwa center back na kama una wachezaji wa janja janja anaweza aka receive mipira, mipira kwenye half space na wakawa na wa test ma center back wao mara kwa mara. Na unaona jana mara kadhaa uh, Rushin pamoja na Chamu walikuwa wanakutana one on one, na wachezaji wa Gaborone na kuna mara nyingine walikuwa wanaingia matatizoni. Kwa hiyo space ilikuwa ni everywhere, yani kila kila eneo la uwanja Gaborone walikuwa wanapata space ambayo ni kubwa sana, kwa hiyo mpaka hapo Simba walikuwa tayari hawapo mchezoni dhidi ya Gaborone. Gaborone fast half tu peke yake wangeweza kumaliza ile gemu kwa kupata labda goli mbili mpaka tatu. Credit kwa Kamara, alifanya save ambazo ni kubwa sana, ni big save sana, lakini tofauti na hapo, Simba wangeingia matezoni kwao, kwa kuanzia tu hapo, bila mpira. Jinsi ambavyo Simba walikuwa na deal na ile mechi, tayari walikuwa washatoka uh, mchezoni kwao. Saa nyingine kwenye futboli ni bahati, ama unashukuru pia mpinzani wako, action zake za mwisho hmm. hazikuwa nzuri, lakini Gaborone wangekuwa na utulivu kidogo, ama wangekuwa na quality fulani ya ziada kidogo tu pale mbele hmm. Simba nafikiri first half tu peke yake game ingekuwa imeishia pale, ingekuwa ngumu sana zito, lingekuwa mkubwa na sio upande wa Gaborone peke yake, hata simba walipata nafasi mm. ya kumaliza mchezo janja huwa uh, sasa sijui ni ulozi wa golikipa wake walipiga ulozi kabla ya mchezo hata lango lenyewe wa kuliona um, walipata nafasi ya kumaliza mchezo. Nafikiri muktadha ni kitu muhimu sana. Nafasi alizozipata awa nyingi amezipata kipindi cha pili sindio? mm, mm. maana yake kipindi cha kwanza mambo angekuwa ameenda vibaya, hata game state inabadilika. Yani muktadha ni muhimu sana kwa mfano, Gaborone angepata magoli mawili matatu kipindi cha kwanza hiyo space aliyokuwa anapata au kipindi cha pili magoli aliyokosa pengine asingeipata, kwa sababu asingekuwa na sababu ya kwenda mbele. Simba tulioizoea Simba ishapigwa hapa, washatanguliwa hapa, wamekuja nyuma, wamepata wame mabao. anasema exactly. so, nasema yani, yeah. kama alivyosema Nasri kwa Kamara, I mean ame save a day, sawa, ndo kazi yake, analipwa mshahara kwa kufanya kazi hiyo, kusave mipira isiingie wavuni, lakini ukisema kwa muktadha tu jinsi ulivyo na kwa jinsi Simba wanavyocheza, muulize sasa hivi mshabiki wa Simba, uko comfortable kama kweli Gaborone angekuwa mbele kwa magoli mawili bila, unaweza ukafanya chochote mwake? Jibu linaweza kwa wa, wapo wale ambao wafia timu angekwambia ah, kawaida yetu, lakini ambao kweli wanaiangalia Simba sasa hivi anasema mm, mm, mambo yenyewe ndio angekuwa ameishia pale pale. Sasa hivi tungeanza kuonesha na vidole sasa, nani ambaye anatu nani ambaye atuhujumu nani sijui nini nani. Nafikiri cha kwanza kabisa kwa Simba kabla yani, nataka kuangalia jinsi wanavyocheza kila kitu hmm. wanahitaji clarity, yani ule wachezaji wanahitaji ile uwazi ile, ile kila kitu kiko, kiko clear. Wanahitaji a head coach haraka hmm. sana, wanahitaji kocha mkuu, wanahitaji kwa yani, yani maamuzi yafanyike mapema, timu iwe decisive, kwa kutokea kwa viongozi bwana, huyu ndo kocha wetu, aplani mapema, kwa sababu hichi kinachoendelea wachezaji wanacheza wasimtofahamu uwanjani. Can you imagine wiki moja iliyopita kwa sababu ni wiki tu tangu wamecheza Gaborone ndio? Hmm. Wiki moja iliyopita walikuwa na kocha mwingine kwa benchi la ufundi. Wiki inayofuata wana kocha mwingine kwa benchi la ufundi. Hawajui wiki inayofuata hmm. watakuwa na nani? Wamekuwa na makocha watatu Simba katika space mechi tatu ya. Yes. Katika mechi tatu. Mechi ya kwanza ya Gaborone, mechi ya ligi, alafu mechi ya pili ya Gaborone. Ukiwa kama mchezaji, mtu anaweza kahisi ni rahisi sana mm, it's not easy, kwa sababu unaenda kupata maelezo ambayo ni tofauti. Kocha anakuwa anahitaji wewe ufanye kitu kingine, pengine ni tofauti. Kwa hiyo kwa sasa hivi, kabla ya kuelezea Simba kimbinu, kinini kinini, kwanza wanahitaji head coach haraka iwezekanavyo. Huu msimu ndo kwanza umeanza mbichi, na ukifanya masiara unaenda kuisha hapa hapa tena ukiwa mbichi, huu msimu Alafu sasa mna, mna, mnaanza kuwa na msimu mmoja mrefu kupita maelezo. Kwa nafikiri kwa sasa hivi kwanza yani, alitwambia Ahmed Ali alitwambia tarehe 28, tarehe 28 ilipita. Alisema tarehe 28 atatangaza kocha mpya, imepita. Hopefully pengine wiki hii sasa inayoanza kuanzia leo Jumatatu, matumaini ya mashabiki wengi sijui, sitaki kuwasemea, lakini naamini wanatamani wiki isiishe kuwe na kocha mpya ambaye aanze kazi mara moja kwa sababu inabidi huyo kocha aanze aende kakikochi kile kikosi mimi nikiangalia uwanjani kuna wachezaji physically hawako tayari yani unawaona kabisa wanacheza uwanjani afu kama vile kuna sauti inatokea tu ndani yani ya miili yao please nahitaji msaada kocha nibadilishe nibadilishe yani unamwona kabisa huyu mtu ana struggle physically na mtu akiwa physically hayuko vizuri I mean, watu wamesikiliza hivi karibuni nishasema kwa sababu mimi nasikiliza interview za watu wengi sana. Sasa hivi nasikiliza sana hizi podcast ambazo ziko kwa Marcelo Bielsa. Na hii koti ambayo kitu alichokisema na kibeba mpaka sasa hivi, kwa sababu bado naendelea kujifunza. Ukiwa vizuri vizurish nikukatishe ni uh, George Ambangile bado kwenye line, niko na Ahmed Ali mm. Eh, wajina assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi habari yako bwana? Bwana akheri kabisa. Umemkaje ndugu yangu? Namshukuru Mwenyezi Mungu nimeamka vizuri kweli kweli. Kwanza hongera kwa kutoboa kuelekea raundi inayofuata ya michuano ya ligi mabingwa. Asante sana, nashukuru sana hatutataka kuingia uwanjani uh, kwa sababu si sio makocha wa viwango hivyo uh, vya kuiongoza klabu ya Simba sio ndio? Ndio tunataka tusimame kwenye kauli yako ambayo uliitoa siku chache zilizopita kuwa itakapofika tarehe ishirini na nane Uh, ukweli wa kocha mkuu mpya wa Simba utawekwa hadharani. Leo ni tarehe 29. Vipi? Mambo yanakwendaje? Ya, ni kweli uh, wiki hii inayoanza leo Jumatatu tunategemea kumtangaza mwalimu mpya ambaye atakuja kuinoa Simba Sports Club uh, mchakato umeshakamilika na mechi ya jana dhidi ya Gaborone Ndo ilikuwa mechi ya kwanza na ya mwisho kwa mwalimu Himedi Suleiman Oroko, hivyo tunategemea e, baada ya hapa sasa, mwalimu mpya atakuja kuchukua majukumu yake na kuendelea huko mbele ya safari. Kwa hiyo e, tupeane subira, e, ndani ya wiki hii hii kila kitu kuhusiana na benchi letu jipya la ufundi itakuwa hadharani. Kwa hivyo kuanzia leo, hiyo sio bila shaka, mm. bila shaka. Ahmed, uh, kwa kiasi gani unaridhika una na performance ya Simba uwanjani? Mimi uh, ninachoangalia ni, ni, ni, ni, ni kwenda mbele uh, timu ya ina, ina, ina, ina, ina, ina fuzu inakwenda hatua inayofuata hiyo inaniridhisha. Ina uh, mjadala wa ume tumechezaje tumechezaje tumechezaje huwa si, si, si, si, si, si, huwa si, si uentertain sana kwa sababu eh, siku hazifanani. Leo unaweza ukacheza hivi, kesho unaweza ukacheza vile, na inategemea na mpinzani uliocheza naye. Kuna mpinzani anakuja kucheza na wewe anatumia long balls, kuna mpinzani yeye ana uwezo mkubwa wa kuposese, kuna mcheza, mpinzani yeye ana uwezo mkubwa wa kukimbia, kuna mpinzani yeye ana uwezo mkubwa wa kukaba. Kwa hiyo usitegemee kila mechi utacheza eh, kwa kiwango cha kufanana, kwa sababu wapinzani wanatofautiana mbinu zao za kucheza mpira. Kwa hiyo tunachoangalia ni, ni progress ya timu, na timu yetu imefanikiwa kufuzu kwa hatua inayofuata, ni jambo la kufurahisha. Mpinzani ambaye tumecheza naye, namna ambavyo alikuwa anacheza ni ngumu sana kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sisi Eh, ama timu nyingine kuweza kumtawala kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kumiliki mpira, ana uwezo mkubwa wa kukimbia, ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi za haraka haraka, ana uwezo mkubwa wa kushambulia, na wakishambulia wanakuwa wengi. Kwa hiyo mpinzani wa namna hiyo anakufanya muda mwingi wewe ufanye kazi ya kumkimbiza. Sasa nini unachopaswa kufanya ni wewe tu kuwa makini na kupata kile kilicho muhimu ambacho ni kufunga na kwenda hatua inayofuata. Nini ngumu sana eh? kumtawala ama kumzidi mpinzani wa namna ile, eh, unachoangalia wewe ni kupata goli lako, kufunga mianya, kwenda hatua inayofuata bana. Mpinzani anayefuata kwa Simba ni Nsingizini Hotspurs ya Eswatini ya bado tuko ukanda wa Sadek na sasa tunaelekea Eswatini. Simfahamu sana, lakini si timu ya kubeza, ni bingwa naye vile vile wa, wa, wa, wa taifa la Eswatini. Na tumekuwa na bahati nzuri ama mbaya, Simba Sports Club tunacheza na bingwa wa kila nchi eh. Huyu Gaborone United ni bingwa wa Botswana, tumecheza naye, tumemtoa na sasa tunakwenda kukutana na bingwa wa Esatini Nsingizini, huyo, na tunaamini vile vile tutamtoa eh. Simba hivi sasa sio timu ya kuanza kupiga ana anado kwenye hatua hii ya awali ama hatua ya kwanza hmm. Simba michuano hii ikianza, yaani sisi group stage ni kama wewe tu hapo kutangaza kipindi, yaani unakuwa na uhakika eh, ya, ya kutangaza na kutangaza vizuri na kumaliza na kumaliza vizuri. Hiyo ndio Simba Sports. Kwa hiyo tunaamini nsi nyizini naye hata akitusumbuaje, lakini tutamtoa tu kwa sababu sisi tumesha kuwa ni mataikuni wa hii michuano. Tunajua namna ya kucheza kikubwa, tunajua namna ya kucheza kibabe, tuna akili ya kujua namna gani tunatakiwa kufuzu. Kwa hivyo, msingizini mtamrudisha usingizini taala mpaka atakufia usingizini <laughs> bila shaka, mechi inayokuja nyumbani hapa mashabiki watakuwepo ya mechi inayokuja e, kati ya tarehe kumi na saba kumi na nane mpaka ishirini e, mechi ya kwanza mechi ya marudiano itakuwa ni tarehe ishirini na tano ama ishirini na sita hmm. e, mwezi huu wa kumi. Hiyo e, mashabiki watakuwepo, lakini rai yangu ni moja tu e, mashabiki